Mchana wa saa saba, ghafla mwanga wote wa jua utaanza kufifia. Rangi ya anga itabadilika kuwa ya kijivu ya ajabu na hali ya hewa itapoa. Mchana kweupe, giza litaanza kutanda kana kwamba magharibi imeingia. Wakati wa tukio hili, viumbe hai huchanganyikiwa, ndege huanza kurudi kwenye viota vyao na wanyama wa usiku kama popo huanza kutoka wakidhani usiku umeingia. Hali hii ya kustaajabisha itatokea tarehe 2 Agosti mwaka 2027, mwaka kesho tu, ambapo ulimwengu utashuhudia tukio linaloitwa kupatwa kwa jua kwa karne, kutokana na ukubwa na muda wake mrefu. Tukio hili hutokea wakati mwezi unapopita katikati ya dunia na jua na kuzuia mwanga wa jua usifike moja kwa moja kwenye uso wa dunia. Katika eneo la kaskazini mwa Afrika, giza hili litakuwa la jumla, yani total solar eclipse na litadumu kwa dakika 6 na sekunde 23. Huu ukiwa ni muda mrefu zaidi wa kupatwa kwa jua kuwahi kutokea katika karne hii ya 21. Wanasayansi kutoka NASA wamethibitisha tukio hili, na litakuwa la kipekee kwa sababu mwezi utakuwa karibu zaidi na dunia huku jua likiwa mbali kidogo, hali inayoufanya mwezi uonekane mkubwa na kuliziba jua kwa muda mrefu zaidi. Mara ya mwisho kwa dunia kushuhudia tukio kubwa kama hili la muda mrefu ilikuwa mwaka 1991, na baada ya mwaka 2027 haitakuja kutokea tena mpaka mwaka 2114. Tukio hili linashikilia rekodi ya kuwa na njia ya giza ndefu zaidi inayopita kwenye nchi kavu ikianzia Bahari ya Atlantic kupitia nchi kama Misri, Saudi Arabia na Yemen kabla ya kuishia Somalia. Wakati mwezi utakapoziba jua kabisa, nchi hizi zitashuhudia giza kamili mchana kweupe ambapo nyota zitaonekana na hewa itakuwa na ubaridi kama usiku. Hispania, sehemu ya kusini mwa nchi hii itakuwa eneo pekee barani Ulaya litakaloshuhudia giza hili. Morocco, giza litaanza kuingia kupitia mji wa Tangier. Algeria, mkondo wa giza utapita kaskazini mwa nchi hii na kisha Tunisia ambapo sehemu za katikati na kusini zitapata giza kamili. Vile vile nchini Libya na huko Misri, ndio litakuwa eneo bora zaidi duniani ya kuliona giza hili. Katika mji wa Luxor, giza litadumu kwa dakika 6 na sekunde 23, muda mrefu zaidi wa giza kuwahi kutokea katika karne hii, mchana kweupe. Na kule Sudan kaskazini mashariki mwa nchi hii itashuhudia giza pia, na kisha giza litapita Saudi Arabia katika miji mitakatifu ya Maka na Jeda, magharibi mwa nchi ya Yemen pia itapata giza totoro na Somalia. Giza litaishia kwenye ncha ya pembe ya Afrika kabla ya kuelekea kwenye Bahari ya Hindi. Hapa nchini Tanzania tutapata fursa ya kuona kupatwa kwa jua kwa kiasi, yani pasho solar eclipse. Mwezi utaanza kuonekana kama unalimeza jua taratibu, ambapo jua litaonekana kama nusu mwezi unaong'aa, na mwanga mitaani utafifia kwa kiasi kikubwa, ingawa hatutapata giza totoro la asilimia mia moja kama kule Misri. Hali ya hewa itapoa mchana huo wa mwezi Agosti. Wataalamu wa unajimu na wanasayansi wanasema ni hatari kuliangalia jua kwa macho matupu siku hiyo, unahitaji miwani maalumu na kuombea kwa Mwenyezi Mungu wote tuweze kuona kupatwa huku kwa jua kwa karne. Mimi ni Rashid Malekela wa UFR.